Sote tuna dhima, tuna dhamana ya kuchunga utukufu huu, neema hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupa katika nchi yetu, na imekuwa ndio alama yetu. Alama yetu Zanziba sikuvaa kofia na shungi wanawake. Alama yetu ni akhlaki zetu, alama yetu ni mshikamano wetu uliotokana uliotokana na dini yetu misingi tuliojengewa, kwa sababu hata mkigombana Waislamu, Mwenyezi Mungu kishatangulia, mkitawakali kwake atawanyoshea. Mkiona hamnyoki, mna tatizo, hamkurudi, hamkukaa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ye kishatangulia, ikiwa mtatawakali kwake, mkiona mnagombana, mnahitilifiana na ha, hampatani ham, basi mjue kuna mmoja wenu au pengine nyote bado katika roho zenu hamjarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mimi ni waombe sana ndugu zangu, haya ya dunia tukumbuke kila wakati ni madogo sana ya kupita sana, maana tunaishi kwa sekundi lakini haya tulioambiwa ya kuwa wachunga, mtu kwa nafasi yake popote alipo, tujitahidi kuyachunga ya kila mmoja, lakini tuyachunge yale ambayo tumepewa sote, kama ni dhamana yetu juu ya nchi yetu, kulinda akhlaki zake, kulinda dini yetu, kulinda misingi yetu, kulinda neema hii kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ame ametujalia. Mimi niseme tu kwamba kwa, kwa hii fitna tulioingiziwa karibuni kwa kupitia taratibu zetu za uchaguzi, sisi wengine tulioko upande mnaotujua, sisi tunachukua kila juhudi kusema nchi hii inastahiki irudi katika misingi yake, sio kurudi kwenda kunafikiana mkahalalisha jambo ambalo leo limetufikisha hapa. Hii nchi ina watu wastaarabu waungwana, wana haki zao, na nchi hii iendeshwe kwa misingi ambayo tumeirithi tumeijenga, na imejengwa juu ya dini yetu. Mwenye haki yake apate haki yake, misingi ya dini yetu, kwamba wenzako wakikuchagua ukubali, kwa sababu hivi vyeo ni dhamana tunaharibikiwa kwa sababu tumefanya vyeo eh, ni manufaa. Tumefanya vyeo ni vya kutafuta eh, uchumi. Ndio tulipoharibikiwa, ndio yanatokea yote haya. Sasa sisi tunachosema ah, turudi katika misingi yetu, turudi katika misingi ya nchi hii inastahiki, si nchi hii ya kuwa hapa ilipo. Nchi hii si ya watu kuwa maskini, lakini umaskini unakuja kwa sababu tumesahau misingi hiyo. Unaweza kumchukulia mtu kitu kilichokuwa ardhi yake eh? Ukapata weye manufaa, wala si ya serikali, wakati mwingine. Sasa nasema kama tunataka kujenga nchi hii, tujenge kwa misingi hii, tusende tukakaa pamoja, tukawa kikundi, hajulikani aliyetia haramu na aliyetia halali, nyote mkawa kitu kimoja na hilo sisi tunawaahidi wenzetu wote, tunawaahidi Waislamu, tunaahidi Wazanzibari wote kwamba tutasimama katika misingi hiyo, na inshallah Mwenyezi Mungu atatufanikisha, atatuwafikisha katika kulitafuta hilo, kwa sababu tunatafuta la kheri. Mimi nawashukuru sana.